Hili, yes. Ni dimba la michezo na kama kawaida eh, huwa tunakuletea utabiri wako na Martin Mwakiposa ambao huwa unakujia mara baada tu eh, ya uchambuzi na stori za kimichezo eh, na sasa eh, Martin Mwakiposa. Naam. Eh, weekend imeanza na kama kawaida tunapenda sana kupiga mpunga weekend. Ujua yeah. mambo ya vyombo na nini. Mm. Eh, basi twende moja kwa moja kwenye mechi za leo. Mechi chache, mpunga mwingi, odds za kutosha. Eh, mechi ya kwanza uh, kwa siku ya leo ni inatoka kwenye ligi ya Portugal kwa kina Cristiano Lundia. Ronaldo nyumbani kwao lakini si wanaocheza sasa. Eh, yes. E, timu ya kwanza na ya pili kwenye msimamo zinakutana zinakutana. E, Sporting Lisbon anakutana na Benfica. Lisbon yuko ugenini. Over 1.5. Full time over 1.5. Yes. Sawa, lakini pia kuna mechi nyingine ambapo hapa Atletico de Madrid anakutana na Real Sociedad. Atletico Madrid yuko nafasi ya tatu pale, anapapata papata. E, kama atampata e, Barcelona au Real Madrid, moja x, nani shinde au draw Aha, yani Atletico de yes. Madrid ashinde au draw. 1x. Yeah. Yes. Sawa. Lakini mechi nyingine eh, ni Manchester City anakutana na Southampton. Manchester City anatafuta nafasi ya UEFA. Eh, hawezi akawa bingwa wa ligi kachelewa. Nafasi ya pili anaweza akawa, lakini ni Kimbembe Arsenal ameishikilia. Man City anashinda mazima hiyo mechi. Full time Man City win. Yes. Sawa. Hili ni dimba la michezo. E, eh, tunaomba ka subscribe pale. Kuna mikeka mingine mingi sana pale YouTube, lakini mingine zaidi iko kwenye WhatsApp eh, group. E, eh, Martin Mwakiposa, naam, unawaambiaje wafuataji wako mikeka yako, waendelee kuja kwenye WhatsApp, tutafutane mm, pande taarifa, tutafanya nini, kinachofanyika mwisho wa siku, nao unaweza kujoin. Basi sawa, so, kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii pale YouTube kama Dimba La Michezo.